Ningependa kutoa rai kwa wazazi, hasa wa Kiislamu. Wengi tumeiacha Qurani, wazazi wengi sana, hasa wazazi wa kisasa, ambao tumejikita zaidi kwenye kuwasomesha watoto wetu elimu dunia. Ina umuhimu wake sana sana sana sana, na Mwenyezi Mungu wakati anamwelekeza Mtume asome hakubagua elimu gani, alimwambia tu iqra lakini mbele yake kuna bismi rabbika ladhi khalaq. no. pamoja na kwamba utasoma mm. lakini elimu yako lazima iwe bismi rabbika ladhi mm. khalaq. Kwa hiyo jambo muhimu kwa wazazi hasa wa kisasa mm. uh, tujitahidi kuwapeleka watoto wetu madrasa. Ratiba zimetubana sana wazazi, na, na shule, na shule ni, ni, zi, zi, zina ratiba ya mkomoeni <laughs> <laughs> <laughs> E, ratiba ya mkomweni mtoto anakwenda saa moja anatoka saa kumi na moja au anatoka saa tisa, tayari amekuja nyumbani ameshachoka. Sasa hiyo ni dunia, hatuwezi hatuwezi kushindana nayo. Tayari mfumo ushaka usha hivyo usha mm. Sasa mzazi lazima ujitambue mwenyewe, nafanyaje? Mwanangu asome, asome Qurani katika haya haya y mazingira magumu. Hakikisha mm. mwanao anasoma Qurani. Ukibweteka ya kwamba sasa ratiba imebana mtoto anachoka. Mm, atachoka maisha yake yote, yote, na atakosa mwongozo. Na baadaye wazazi mm, tunakuja tunafariki, mm, ambaye ulikuwa unamwongoza mtoto wako. Unapiga dawa hapo, kama unapiga dawa kama unafariki, mm, na haujamwachia mwanao mwongozo, maana mm, yake atakuja kuishi hovyo huko baadaye. Kwa hiyo lazima tuhakikishe sisi wazazi, ningependa sana kuzungumza mkwili, na jeneresheni yetu sisi mkwili, ambao ndo tumeanza kupata watoto wadogo hivi sasa mm. tujitahidi kushindana na muda uliopo watoto. so medhi, waso. ni muhimu mno watoto wasome Qurani. E, ratiba ya kibana, hakikisha e, unaweka hata mwalimu wa madrasa nyumbani, yaani vyovyote tutakavyoweza Fanyafanya uwezavyo, fanya fanya uwezavyo, mm. mtoto wako asome dini. Hilo ni jambo ambalo litakuja kukusaidia wewe mwenyewe baadaye, maana hiyo Qur'ani, atakayojua mtoto, itakuja kumwongoza namna ya kuishi mm. Lakini hata wewe mwenyewe katika yale mambo matatu ambayo utayaacha mm. baada ya wewe kutangulia mm. basi hilo mojawapo la mwanao litaendelea kudumu. Lakini pia serikali inapata raia wema, watu wakisoma dini wanakuwa watu wanyenyekevu, watu wazuri, kwa hivyo nchi pia inakuwa nzuri kabisa kabisa na mtu mwenye kuishi Qurani maana yake ni kwamba vitu vingi vinamkataza mle, kwa hiyo automatic anakuwa raia mwema safi kabisa.